Ah, <coughs> mambo ya kukaa chemba chemba hizi kukaa kuongea ongea kila wakati mambo ya siri siri. Ya nini? Ah, ujue, ni mzee, kuna tatizo moja alipo. Mimi nimekaa sana TZ. Ndio. Sasa nimekaa TZ kule nako nimetoka muda sasa, sasa mimi nataka niondoke zangu. Unasema? Nataka nirudi zangu Kongo Kinshasa. Sasa ndio mimi kwa nataka kitu moja. Unipatie cha kwangu kabisa, ulisi wangu kama nauza niondoke zangu. Unasema? Na nataka unipe urithi wangu mapema kama nauza nauza na ondoka zangu mimi. Sikiliza mwanangu. Wewe unajua kabisa hali ya huko kwenu jinsi ilivyo. Ah. Kila wakati ukika mara bomu, mara mabunduki. Nimekujiwa huku usikilize. Hizo zote nimemiss. Mimi sibunduki. Nimekuchukua uje ukae huku katika sehemu yenye amani, yenye utulivu, ukae utulie. Wewe hukuja hivi ukiwa mwembamba kama sindano, lakini sasa hivi umeshakuja hapa umenenepa, uko vizuri, unapendeza. Eh, bwana. Kile cha kutaka kukupeleka Anu, mimi nataka ni rudi kule. Mimi kama mtakuwa nakwenda na rudi nakwenda na rudi, utakuwa aje unakwenda unarudi? Kila wakati umekuwa kadadara, bwana, haiwezekani swala hilo. Alafu nisikilize nikwambie kitu ujue. Lazima uwe na unaelewa, na uwe na akili nzuri kabisa. Ulisi haupatikani kabla mtu ya kufa. Lazima mtu afe, mtu ndio upatikane ulisi. Wewe nakupaje ulisi? Mambo ya zamani, bwana, zamani yako wapi? Mimi ninge changu mapema, kama mwana mpotevu alipewa cheke hapa. Sehemu yako hii, sehemu yako kama wako, unatumia unatumia tu wewe sikiliza, mimi nilivyotafuta mali hizi wewe hukuwepo, ujue. Pamoja a babayokani miaka kumi na nane, unajua umeniweka mda wote, kuna nzingua unajua huyu ndugu yako naye anamchanganya mimi namwambia kitu ya maana sana mzee sikilize kwanza, njoo tuongee mambo ya maana bwana, unajua mda wote umeniweka kwa rafiki na kukusubiri. We mzee, vipi? Huyu kitu anachokitaka yeye, anataka ulisi wake urisi huo wa mimi. Nampasanga mi nimekufa baba yangu mimi mimi, nataka mambo ya amani hapa ha.

Kabisa, kabisa, wote nyinyi ni watoto zangu mimi so, huyu ni mzee nisikilize, tangia afa mali mama yangu mimi nimenye mazakini hata nisikilize mimi, sijai kuongea tu hata siku moja. Umesafiri hapa, umeenda Kongo huko, umeenda umenengeneka huko, umetotea mtoto huyu, anaongea kama beberu kwenye familia yetu. Hamna mtu anaongea kama huyu hapo, umeelewa bwana? Umesikiliza basi, umeona bwana? yeah. Vile vile ujalizika na hayo, umetotea mwana mama yetu hapa mdogo, yani kama sister du yani, wewe bwana, angalia mvua hapo, sio demu yule mama yenu, sio mama Mama gani yule? Mama gani yule hivi? siku zote mimi namwamkiaga yule. Kwa nini? Mimi namwamkia sisi sadu. Ah, ukam bwana, mimi sio denti. Sio hivyo hujua. Sio hivyo baba. Fanya hivyo basi kama tunabaki. Eh. Wewe umenipa mashine mimi, na wasangana mashine yenyewe na kusaga, ninapiga makelele tu, nasikia kichwa chenye yake yani ngoo. Wewe tafuta kitu kingine cha kunipa mimi, ulisi nijue cha kufanya hivi. Wewe mwanangu bado unavuta bange wewe? Nani mimi eh? Mimi sivuti serikali, sishakataza bwana mimi nitaibisha serikali bwana, si so. Sasa mzee, kuna vitu vya kufanya sasa. Naongea na nani sasa, nijue naongea na nani hapa. Wewe ongea na no? mimi mimi ndio kwani mimi mzee we, mimi wewe unajua, sikiliza baba. Ah, ah, mume wangu mimi, naam baby wala ule ndio muhimu kuliko mimi mwanao. Ule mke wangu jamani. Sawa, mke sio kwako wewe, lakini sisi mna muhimu mwanao. Sasa ina maana mimi nitamsikiliza nani? Mimi si nakuomba mzee. Faza yeye nisikize bwana, umesikia bwana? E, kwanza au ndo unipeleke mwendwa mateka kama hivyo sio bwana, muda wote nakubembeleza kitu ambacho hueleweki bwana. Mimi ni mzee wangu nikuheshimu vipi bwana? Mbona mimi unielewi? Aa, unielewi. Unampiga baba, unampiga kabla yetu, ao hujazaliwa familia yetu ilikuwepo. Aa, sikiliza bwana, mimi nitaongea baadaye, kichwa kishapata moto, mimi nigek nikafanya mambo mengine mimi wanangu mama, mama wananiheshimu sana hey. We, subiri bana wewe. Ngoja basi mmoja mmojaaa, yeah, yeah. Mi ntoa elfu kumi hapa nikafanya mambo mengine mengine nikale juisi tu, si unajua mambo yangu mengine, nishaachana naye hajatimia yani, kuna we, vitu nimefanya hapa katikati nimebaki na elfu tano mwanangu bana, katika watoto wenye nidhamu wewe. Dogo fanya uende uko ulipotoka sawa. Ah, nye mse. Nye mse. Naam, naam. Mimi nataka tumalizane. Hapa utakufa wewe. Wewe azoea kusikia milio ya bunduki. Hapa hapa hamna amani. Mimi nataka tumalizane kabisa. nini wewe? Wewe. Wewe wewe. Baba? Njoo njoo kwanza, mzee. Mimi namba tu. Ukubwa namba. Msikilize wako mwenzako. Mimi nataka ulisi wangu kabisa. Baba baba. usio Usio na na wasiwasi. E. wasiwasi. Mimi Mimi nakwambia. Haya katika watoto siwapendi yule. Yule mtoto a Shule ni kwenye mimi kwa tupa bure kukafeli sifuri. Bado wananisumbua mpaka leo hii mtoto gani mtoto asiyokuwa. Wewe nimekwambia ingia dadu da mrefu. Na ngawa ndio mtaa wangu. Ngoja nikwambie mke wangu mimi najua mimi niachie. Haya nilo kwa nami roho ni wewe uweze kujua. Na mimi nyumba itanishinda so. Ah, isikushinde mke wangu hapa kwako. Nishinda. Hapa kwako. Mume wangu acha mawazo. Eh. Mimi nimeshakwambia kila siku hao watoto watakuwa na pressure. Hasa huyu mkubwa huyu. Huyu ndo hasikii, nunda nunda, nunda, hasikii hata kidogo. Afu huyu kashakuwa mtu mzima, kwa nini si, usimlazimishe si, si, si, tu akaenda kukaa huko siku zile, umempa hela kapange, hela kala, karudi hapa. Huyu mdogo naye umempa hela, kafanya biashara, hela kala, watakuwa na pressure. Mke wangu, sio mchezo kuishi na manunda mawili haya. Mimi kwanza nyumba yenyewe naona itanishinda. Ah, usifike ah, huko mke wangu wananipigia kelele afu hawanipendi hapa. Nimevaa shati lako tu asubuhi, yule mkubwa kanuna. Natamani hata ni sasa, ananunia nini? lake ye, lake mimi, nisivae shati la mme wangu inahusu lake? Nimemwangalia tu tena naninyali, nami ndo namnyali, aswa asikilize. Sasa nyinyi hey, msinyaliane Ninachofikiria mimi moyoni mwangu, mke wangu, sasa ufikirie chamana hapo, so ufikirie. Ujinga mimi siwezi nkafikiria ujinga, ujinga hata siku moja. Mke wangu, katika watu ninawapenda, mke wangu ni wewe peke yako. Mimi ninakupenda kwa dhati kutoka moyoni mwangu. mm -hmm. Alafu ninavyofikiria mimi ndani ya maisha yangu kwamba ile nyumba ninayojenga kule, nashamalizia kupiga rangi ile nyumba nataka nikupe wewe mke wangu, kwa sababu hawa watoto watafikia mahali wewe atakunyanyasa kama mimi nitakufa saa yoyote. Hawa watoto hawafai. Mimi mwenyewe ananyanyasa wewe, itakuwaje mke wangu? Umesema unataka kufanyaje? Hebu rudia. Ile nyumba nataka nikupe wewe mke wangu, kweli, iwe mali yako, ili hao wasije kukunyanyasa, lakini nataka iwe siri baina yako na yangu, sio tena uanze kupiga piga kelele, shauri lako sasa, mume wangu Mm. Yaani katika siku ambazo yaani umenionyesha unanipenda leo siku nyingi mke wangu. Ngoja, kwa sababu hao watoto wana tabia kuchungulia chungulia hao, lakini sasa kwanza mm. Yaani, kama kweli hiki unachokiongea kinatoka kwenye moyo wako, mi sitaki mm -hmm. maneno mm -hmm. nataka unikabidhi okay. kisheria upo hilo swala. nataka unikabidhi kisheria kama vipi mi nichukue simu yangu nimpigie mwanasheria wangu ah, ah. wewe usiwe wasi. na wasiwasi mimi nina mwanasheria wangu ambaye nishafanya naye mambo mengi sana ah, yani, baby, ni kiasi cha kununua simu tu kumpigia tu kumpigia yani fasta yani bebi hapo kweli nimeamini yani wewe uko serious na hili jambo sasa wangu tusichelewe mimi nikusikiria sawa. Sawasawa u jamani, nikimtuangia simu tu, nitamwambia kabisa tukutane katika eneo la tukio. Si sasa hivi. Wewe cha msingi ji andae. Zile mbegu bora Cheza cheza kuna nini tunachodadili baba wewe ina hey. Hmm. Kilimo wapi na wapi sasa? Kuhusu kilimo au kuhusu saa ah. Mzee unatuficha faza, si unajua eh? Mimi kila dakika kumi na tano akili zangu zinabadilika sana.

mamangubadaesimtaaaanfada unajuaga minlewasahiaakususaa ntachokifanya fadha, mbona utanilaumu? Mii ni mkorofi, nishatumia silaha zote. Mi ni zamani mtaani wanaita mii shusha tugawe, nashusha nashusha mabega napanga, unaelewa? Nataka niarudia kwa hiyo mimi na mdogo wangu hapa tushaelewana na tushapanga ni kitu gani unatakiwa utupe. Unatuelewa faza? Si ah fresh, nakuelewa, nakuelewa vizuri. Wewe mzee inabidi tumalizane mapema kabisa. Si tushaongana kwa kitu kimoja? Ndio, mimi nakuelewa, tushamalizane kutoka kule. Mimi nishakwambia kila kitu tayari. Wewe wewe. Tulia. Kwani wewe ndio MC wa Vaza? siku. Yaani wewe kama mkate tu nikikuloweka kwenye chai unanyauka. Mimi mkorovi, mimi nimefukuzwa na kijiji nyumbani. Anajua huyu. Mimi nimefukuzwa na kijiji. Wewe twende kule. Sikiliza. Twende. Sasa msende mbali wanangu, chakula karibu, chakula karibu kinaiva saa hivi, tunaidekeza mwanangu. Mke wangu ujue nikwambia kitu, ndio maana nikakwambia tufanye mambo kisiri. Yaani mke wangu, usimwambie mtu mimi. Yule bwana mkubwa nitampigia simu tukiwa njiani Kwa hiyo ah, umesema kwamba hati moja hii yote hii. E, eneo lote hili lizungusha mm, lote hili ni mali yangu ni hati ni hii hii. Sasa Kwaali... tunatoka kwenye jina la Matata Alela yeah, na kuja kwa nampa Safina. Safina. Safina. Sawa. Yeah. Sawa. Sawa. Yani, nampa kwa roho moja. Ni sawa, ni sawa. Nina akili yangu timamu sio kwamba eh, pale na mimi lazima tu tulekebishe sasa. Paka kwenye gari peni Ipo. <clears throat> Mama, sogea hapa. Huyu mimi, hey. Naitwa Safina. Safina. Ehe, Kindole hai. Sasa hapa tuko sawa, <coughs> kama shahidi na mwana sheria. Haya mzee. Ridhaa yako hapa kama umeridhika kwa akili zako timamu kushawishiwa. Naam. Anguka saini mpe mama hapo. <laughs> mnapendana, mapenzi ya dhati, sana. Eh, nimuoa akiwa bado mdogo sana e... Mimi nafikiri jukumu langu limeisha. Kuna kingine mzee? Bwana, hakuna hakuna. Kwa sasa bwana Matata. Naam. Nadhani tumeshapata saini zote tatu hapa e. Mimi naomba tawa, ruhusa yako nimkabidhi huyu bibie ah. Mkabidhi tu, mkabidhi, mkabidhi. Na naamini umefanya hili ukushawishiwa na mtu yoyote. Ni akili zako timamu kabisa. Una kabisa. kilevi wala Mama, ruhusa. Asante, <laughs> asante. <laughs> Yaani nakushukuru sana. Sawa, sasa bwana Matata kuna kitu hey, uh, ambacho unastahili kupongezwa eh, moja kati ya jambo ambalo unastahili kupongezwa pamoja na hili ndio. Kwa sababu ni upendo wa hali ya juu ambao umeufanya kwa mkeo. Sana, sana. Kweli kabisa na upendo aliofanya mume wangu leo, leo. Mm. Si upendo wa kawaida yaani kama kama ule anaofanyaga kakaangu Kaswalala na mkeo. Ehe. <laughs> <laughs> lakini ha, pia mimi ninataka niwaache sasa nikaendelee na majukumu. Ah, ni kweli ni kweli ni kweli. Ah, labda tu kabla, kabla kabla hatujaachana ningejua, uh, yeah, yeah, nataka kujua kitu kimoja kwamba una, labda una lolote wewe? Mimi yeah, ah, mimi sina, zaidi ni upendo tu, kwa sababu mm, tumeshakabidhiana <coughs> kila kitu, na kama unavyoona mafundi kule wanaendelea. Yeah, e, niko spidi zaidi, yani kuweza kupaboresha sasa kuhusu swala la mafundi, mzee Matata, uniachie mie hii nyumba. Si umenikabisi, umenikabisi tena kisheria, kaka kakaangu kaswalala. tenletea wakandarasi hapa, watapiga mtama pote hapa, najenga upya. Nilimuuliza mzee kama ana jambo la ziada, amesema hana. Wewe mimi, mheshimiwa, lolote ninalo. mm -hmm. Ehe, sasa unajua, nimekaa nikajifikiria, kama usiku wa jana sijalala bwana, nalifikiria jambo hili la kukabidhiwa nyumba Sio hili tu, mengi. okay, sawa, eh. Eh, sasa nimeangalia umri wake mzee amesha umesha umri umeenda, na mimi bado kijana mdogo kabisa mm. Eh, sasa ukiangalia mimi naona fijana wenzangu wako nje huko wamekaa tu, mimi niko na mzee hapa naona kama namuonea bwana. Sasa nikafikiria nikaona sasa, bwana, mimi nataka niombe talaka yao. Ndio bado na upata talaka lao? Unasema talaka? anasema Andataraka ke tarakamnana masuala mabaya bwana. Sio utani, utani. Tena nashukuru kwa sababu nilikuwa nafikiria kuomba talaka muda mrefu, lakini sasa nikafikiria. Kama nilivyosema mwanzo, mimi nina majukumu mengi, tunafanyaje? eh, talaka yangu, uwe, si talaka yangu sasa. We si mwanasheria wake huyo. Nipe talaka yanguuuzaamasaa ya. Naomba talaka mzee. Sasa oh, sasa kwani kama kama, hayo bwana, mbele ya mwanasheria usifanye unaanguka. Sasa wewe halo. Wewe baba. Wewe. Nini? Matata. Halo. Matata. Akiamuka mwambie nipe talaka yangu mimi. Sasa sizungumzie talaka hapa, tuzungumzie tunampelekaje hospitali? hospitali si kunihusu mimi, ninachotaka talaka yangu na uzuri, kadondoka mbele ya mwanasheria mimi. Hayanihusu. Hayakuhusu vipi wakati huo mumeo? alikuwa mume wako sio? Saa hizi mnakuja, mnakimbia, mnatanguliza matumbo mbele, baada muja na machela, mnakuja wenyewe vipi tena? Mzee, baba baba, baba baba, faza eh, baba, ah faza eh, ushabwaga baba. Baba. Sasa ngojeni kwanza oh. Huyu kapoteza fahamu. Mnatakiwa mtuulize sisi mliotukuta hapa. Sio vitoto, sema mimi baby boy. Sikilizeni basi. Sikiliza kwa kiongozi umeelewa? Mimi ni baby boy sio mtoto bwana. Ndio, umefanya nini wewe mzee nyie? Sasa mheshimiwa, mimi naenda. Ngoja kwanza. Umesikia bwana? Yeah. Mimi ni mwanasheria. Tena huyu bwana mkubwa akanipigia simu nikutane naye hapa location. Hili ni eneo lake. Huyu ndio ni mkewe kwa hiyo kwa ridhaa hey. yake. Ngoja basi sasa, huyu anaishi naye akaa shauri yake, lakini leo amekuja kumkabidhi ile eneo pamoja na hii nyumba ah. Kabidhiwa mbele yangu, nami nimetia saini na faili, ndio hilo kila kitu kakamilishiwa e, mbele yangu mie, mwana sheria nimetia saini na mihuri ya serikali. Kwanza eh, kimsingi huyu mama hapa ndio muhusika mkuu hii ah. Mali yake. Kwa hiyo baada ya kutaraka mama huyu Mzee wenu ndio mama. Mama adai talaka, nyumba tayari kishapewa, kiwanja. Wewe mwenye siagi, umeelewa bwana? mimi nakushukuru mama yangu, sawa, ila naomba mama, sikiliza. Ah, ngoja kwanza, mama yangu, ujue, nyinyi mbembelezeni huyu kwanza, amke. Tatizo liko kwa huyu sasa tu tu mzee kama mimi nataka talaka talaka yangu wewe. Ah, talaka nini? Mnataka talaka yangu nikwambie, bwana. Na mwana sheria, na wewe nisikize kwa makini. Inawezekana kabisa huyu mzee amefikia maamuzi ya kumpa mkewe mali zake, labda nyinyi amomtendei haki huyu. Hakuna bwana. Kama angekuwa nyinyi mna busara na hekima kwake, yeye angekumbuka kama nyinyi nayo mnastahili kupata chochote kutoka kwake. Sawa? Sasa utovu wenu wa nidhamu ndio uliosababisha mkose hichi kiwanja mkose hii nyumba Huyu <coughs> mzee anafikira zake, ana akili zake, alihangaika akapambana kwenye maisha akatafuta mali zake. Kwa hiyo leo mali baba yenu ukampa mkewe, nyinyi inawauma sasa. Na mkewe ana kaka yake kishasema, atakuja hapa leto. Kaswala tunapiga mtama hapa tena, naomba mtoke nje. Ah, ngoja kwanza, wewe mzee, kisheria hapa kwa watu toka na wanao mkapumzike nje, na mimi niondoke, tumwachie mwenyewe. Ebu chechemea mkamate mzee wenu mpelekeni nje. Taka nini? Nyumba ya watu mtafungwa. Twende nyumbani basi. Nyumbani wapi kwa kiapa? Mimi nendeni. Sasa njike baba yako nitamuliza. Talaka yangu. Mama, taka nini mambo ya sare hayo? Nenda kae na mume wako kwanza. Kwa nyumba za watu bwana. Tuandikie kupitia info at ITV co tz.